Wanafunzi hao wa shule ya msingi Unyankindi, Singidani, Ipembe na Nyerere wamesema wameamua kuchukua jukumu la kuandamana hadi ofisi za mkuu wa mkoa wa Singida baada ya wao kufika shuleni na kukuta walimu hawapo. Wanafunzi hao hawa wameiomba serikali isikilize kilio cha walimu, kwani kutokana na mgomo huo wameathirika katika masomo yao, wakati wengine wapo darasa la saba na wanatarajia kufanya mitihani ya kumaliza elimu ya msingi muda si mrefu. Sisi tumeandamana kwa sababu walimu walikuwa wanatuambia sisi hatusomi mpaka waongezee mshahara. Tumefika pale, tunataka tupete ma, masomo ya, ya asubuhi kama kawaida. Sisi ni la saba tumbakisha kama wiki moja hivi tu, tufanye mtihani tumalize, sasa tuelewe kinachoendelea. Akiongea na wanafunzi hao kwa niaba ya serikali, katibu wa idara ya utumishi ya walimu mkoa wa Singida Bwana Samuel Ole Saitabau amewataka wanafunzi kurudi nyumbani kwao na serikali ya mkoa itachukua hatua kali za kisheria kwa walimu wote waliogoma. Kwa kuwa mmefanya hivyo bila kujua, na kwa kuwa mmeleta taarifa kwamba waalimu hawataki kuwafundisha, wale tutashughulika nao. Lakini ninyi, wakati tunashughulika na waalimu kwa leo, kwa leo hii kila mmoja atatawanyika atakwenda nyumbani kwake sawasawa, watoto. ITV imepata muda wa kutembelea baadhi ya shule na kukuta madarasa yakiwa yamefungwa bila ya kuwepo wanafunzi na walimu. Akiongea kwa njia ya simu, mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Singida, bwana Alan Jumbe, amesema walimu wote wa mkoa wa Singida hawataingia madarasani mpaka hapo serikali itakapowatimizia madai yao. Hii ni moja kati ya shule nne ambazo zimegoma kufundisha leo. Nikiripoti kutoka hapa katika shule ya msingi Ipembe. Alisante Mkumbo wa ITV.